Mandela had to go through 27 years kwa treason ili kupata Ma, twende, twende tukapigania mabadiliko 7th of 2017. I was follow mimi dada, tuko Tundu Lissu kwa anakuja kumuona dadake kwa kama ana shida kama ana nini atakuja kusema kwa dadake. Hakuna tension ya kisiasa mimi na Tundu Lissu haipo. Najua umekuwa ukijiuliza maswali mengi sana kuhusu Tundu Lissu. Leo tunamzungumzia mwanasiasa machachari kutoka Tanzania, Tundu Antiphas Lissu. Alizaliwa tarehe 20 Januari mwaka wa 1968 katika na kijiji cha Mahambe, mkoani Singida, Tanzania. Tundu Lissu ni wakili na mtetezi wa haki za binadamu anayefahamika kwa ujasiri wake wa kukemea uovu serikalini. Alisomea shahada ya sheria katika chuo kikuu cha Dar es Salaam na baadaye akajiendeleza hadi kufikia ngazi za uzamili katika sheria na mazingira nchini Ubelgiji. Lissu alianza kujulikana kitaifa alipokuwa mwanasheria mkuu wa Chadema, chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania. Pia aliwahi kuwa mbunge wa Singida Mashariki kuanzia mwaka wa 2010 hadi 2020. Au kuimba mapambio kwa serikali. Katika kipindi hicho, alijipambanua kwa kuikosoa waziwazi serikali ya awamu ya tano nchini ya uongozi wa hayati John Pombe Magufuli. Mwaka wa 2017, Tundu Lissu alipigwa risasi zaidi ya kumi na sita na watu wasiojulikana nje ya nyumba yake ya makazi jijini Dodoma. Alinusurika kifo kwa miujiza na alipelekwa nchini Kenya kisha Ubelgiji kwa matibabu ya muda mrefu. No, yeah, baada okay, well, yeah, yeah, mm -hmm, ya kupona alirejea Tanzania mwaka wa elfu mbili na ishirini na kugombea urais kupitia Chadema katika uchaguzi mkuu ingawa hakushinda, alibaki kuwa sauti muhimu ya upinzani na demokrasia nchini. Leo hii Tundu Lissu bado anaendelea kupigania haki, demokrasia na utawala wa sheria. Ni mfano wa ujasiri na uzalendo usioterereka.